mei tano siku kama ya leo mwaka 2007 ndege ya shirika la kenya airways boeing 737-800, yenye nambari ya usajili tano yanke kilo yanke alpha ilianguka katika hali ya dhoruba baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa md douala nchini cameroon Safari ya ndege ya Kenya Airways nambari KQ507 ilikuwa safari iliyoratibiwa mara kwa mara kati ya uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Felix Houphouet Boigny na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na kusimama katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa MD Duala nchini Cameroon. Baada ya safari isiyo ya kawaida kati ya Ivory Coast na Cameroon, ndege ya Kenya y Airways KQ507 ilikuwa mojawapo ya ndege tatu zilizopangwa kuondoka Duala karibu usiku wa manane. Royal Air Maroc na Cameroon Airlines ziliendesha safari zingine mbili za ndege. Mvua kubwa ya radi katika eneo hilo ilikuwa imechelewesha safari yote tatu kuondoka. Wakati marubani wote wa ndege za Morocco na Cameroon waliamua kusubiri kwa muda mrefu zaidi. Captain Francis Mbatia wa Mweya mwenye umri wa miaka 52 alihitimisha kuwa hali ya hewa ilikuwa imeboreka vya kutosha kuondoka licha ya kuto kupokea kibali cha kuruka kutoka kwenye mnara wa uwanja wa ndege wa Douala, Captain Wamwea aliondoka Douala saa sita ndaka sita kwa saa za huko, kupaa juu siku bila marejeleo ya kuona ya takriban futi elfu moja. Captain aliacha controls za ndege akiita Oak, akionyesha first officer kuengeja autopilot. Amri hii haikusomwa tena na rubani msaidizi, ikidokeza kwamba haku amesikia amri hiyo. Ndege hiyo iliruka bila mtu yeyote kuidhibiti, polepole ilianza kuegemea upande wa kulia. Angle hiyo ilipofika digrii 34 onyo la bank angle lilikuja na kumtahadharisha captain kunyakua vidhibiti ili kujaribu kusaisha bank angle. Sasa kwa angle ya degree 50 iliendelea kuongezeka kwa input kutoka kwa rada ya kulia, ikichukua angle zaidi ya digrii 90 na kutuma ndege kwenye mzunguko wa kupiga mbizi. Ndege hiyo ilianguka katika kinamasi cha maembe maili 12 kusini mashariki mwa Douala na ilipatikana ikiwa imezama chini ya matope na maji. Hakuna abiria mia moja na wanane na wahudumu sita walionusurika. Serikali ya Kamerun ilianzisha tume ya kuchunguza ajali hiyo, pamoja na bodi ya kitaifa ya usalama wa usafiri ya Marekani, NTSB. Tuhuma za mapema zilizingatia uwezekano wa moto wa injini mbili kwa sababu ya hali ya hali ya hewa na nafasi ya pua ya mabaki Nadharia ilikuwa kwamba hii ingeambatana na ndege kupoteza nguvu kwa injini zote mbili na kustall wakati ikijaribu kuruka kurudi kwenye uwanja wa ndege. Wakati ripoti ya mwisho kuhusu ajali hiyo ilipotolewa mwaka 2010, uchunguzi uligundua kuwa mambo yafuatayo yametokea: ndege hiyo iliondoka bila kupata kibali kutoka kwa udhibiti wa trafiki wa anga. Captain Flying Pilot alirekebisha bank ya kulia mara kadhaa baada ya kuondoka. Baada ya sekunde arobaini na mbili za kuruka, nahodha alionyesha kuwa alikuwa amewasha autopilot. Autopilot haikuwa engaged, wala ujumbe haukutambuliwa na rubani mwenza marubani hawakugundua kuwa ndege hiyo ilikuwa inazidi kubank upande wa kulia. Onyo la bank angle liliposikika sekunde 40 baadaye, kapten aliengeja autopilot, lakini mchango wake kwenye vidhibiti ulisababisha ongezeko zaidi la bank angle. Ndege hiyo ilitupa pua chini baada ya kufika futi 2900, ikiwa na bank angle ya degree 115. Marubani hawa wawili walitumia vidhibiti vilivyo kinyume na vinavyokinzana kujaribu kurejesha ndege hiyo. Baada ya kutilia maanani kila kitu, wachunguzi waliamua kwamba ajali hiyo ilitokana na makosa ya marubani iliyoletwa na hali ya kuharibika kwa anga, yaani kutokuwa na uwezo wa mtu kuamua juu ya nafasi yake halisi ya mwili, mwendo na urefu unaohusiana na dunia au mazingira yake. Kwa kuwa hakuna marejeleo ya kuona yaliyopatikana na hakuna kuchanganuliwa kwa instruments, waliamua kuwa Captain Wamweya alikuwa amechanganyikiwa.